Ombi la pili, ombi la pili Mheshimiwa, tunaomba airisho kwa sababu upelelezo wa shauri hili unaendelea. Baada ya jarada kupelelezwa kuletwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kusoma na kuona baadhi ya mapungufu machache ya kumaliziwa. Yani, kuna maelekezo ya kukamilisha upelelezi katika area fulani. Mheshimiwa, ni ngumu kuitaja area hiyo kwa kuogopa interference. Lakini lililetwa li, li, kwa maana ya pale wenzetu walipoona kwamba hapa upelelezi sawa, lisomwa. Baada ya kusomwa, vikabainika baadhi ya vitu vichache havijafanyiwa kazi Mheshimiwa, tunaomba tarehe ijayo, naamini tutakuwa tumekamilisha hayo. Ndio maombi mawili ambayo upande wa Jamhuri ulikuwa aunayoka